Watuhumiwa wa mauaji ya watoto watatu wa familia moja yaliyofanyika tarehe 20 mwezi uliopita katika kijiji cha Ikondo e mkoani humo wamefikishwa mahakamani leo kujibu tuhuma zinazowakabili. Zaidi na Emmanuel Kalemba. Ni majira ya saa sita na nusu ya mchana nje ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Njombe, wakionekana askari polisi wakiwa imara kuimarisha ulinzi huku kukiwa na makundi ya wa wananchi waliojitokeza kushuhudia kesi za watuhumiwa wa utekaji na mauaji ya watoto yaliyotokea mkoani hapa. Baadaye watuhumiwa wamefika mahakamani hapa wakiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na kuingizwa katika chumba cha mahakama tayari kwa kusomewa mashtaka. Ndani ya mahakama, wakisomewa mashtaka na mawakili wa serikali wakiongozwa na wakili mwandamizi Ahmed Saif, pamoja naye Yahya Misango mbele ya hakimu mkazi Magdalena Ntandu. Watuhumiwa hawa ambao ni Joel Joseph Nziku mwenye umri wa miaka 35, aha, Nathan Alfred Okaduma miaka 39 pamoja na Alphonce Edward Danda mwenye umri wa miaka 51. Akisoma kesi hii ya mauaji namba moja ya mwaka 2019 inayowakabili inayowakabili watuhumiwa dhidi ya jamhuri, wakili Ahmed Sefu anasema watuhumiwa wanashitakiwa kwa makosa matatu ya kuua watoto watatu ambao ni Godliver Nziku aliyekuwa na umri wa miaka 11. Kosa la pili ni kumuua mtoto Gasper Nziku aliyekuwa na umri wa miaka nane na kosa la tatu ni kumuua Giliadi Nziku aliyekuwa na miaka mitano, tukio alilolifanya tarehe ishirini mwezi wa kwanza mwaka 2019 katika kijiji cha Ikando kata ya Kichiwa tarafa ya Makambaku wilayani Njombe mkoani hapa. Mara baada ya kusomewa mashtaka, washtakiwa hawajaruhusiwa kujibu chochote mpaka shauri zitakapofikishwa mahakama kuu kwa kuwa mahakama hii haina uwezo wa kusikiliza kesi yao. Watuhumiwa wamerudishwa rumande kwa kuwa kosa lao halina dhamana na wanatarajiwa kufikishwa tena mahakamani tarehe 25 ya mwezi huu. Emmanuel Karemba, Azam News, Njombe.